abeeba eame auka aa ebontingaua ilinga Mungu. isoingani Tosha, Tosha, Tosha. Eh, hey. Leo naletea listi makabila matano ni walevi zaidi Tanzania kuliko kabila zote hawa ni walevi zaidi kuliko kabila zote, japokuwa baadhi yao tu, sio wote, lakini baadhi yao ni walevi zaidi. Wao ndio wamefunga mwaka hawa. Namba tano wa Malila, hawa Malila ni watu wa Mbeya hao hawa. hawa ni walevi hatari, wanalewa hao japo wanapiga kazi, lakini wanalewa hao. Jamaa ni hatari. Namba nne wa Nyakusa, wa Nyakusa hawa ni hatari, ndugu yangu wao wanalewa sana hao, yaani ni walevi wazuri sana wenye usa piga sana vyombo. Namba e. tatu Wagogo, ndugu zao kutoka Dodoma hao. e, hao -ha, e. e. ya e. ni hawa ni walevi hatari ha tu. Hawa hawachagui hao ni twende, yaani mradi walewe. Namba mbili hao ni Wahaya, ndugu zangu e. ni Wahaya tokea Bukoba huko. Hawa ni hatari hapa. Wanapiga vyombo hawa ni hatari. <coughs> eh, tio utasikia vita kubwa pombe kutoka Uingereza. Eh, mimi pombe naagizia kutoka Marekani. Hizi eh, si mapombe au vyovyo. Hawa ni hatari hawa. Wanalewa hawa, japo wajiita walivyo VIP lakini ni hatari hawa. Eh. Haya namba moja. Ah, namba moja sisi kila mtu anaijua. Ah, inaje kutaja kweli? Eh, ndugu zetu wa Wachaga. Eh, <coughs> ha, yani wa hawa Wachaga. Yaani wamefunika hawa. Eh, japokuwa ndio ndio waliogundua pombe lakini wao wamezidi. Hawa namba moja kila mwaka. Eh, tena siku hizo wana vikundi. Eh, leo wananunua huyu, kesho wananunua yule kule, siku ndio wananunua kule. Yaani hawa hatari, wanalewa hatari hao. Eh, mpaka wake zao wanataka watu waende huko Moshi huko wapi Moshi Arusha waende watu huko wakapiga maraki wanalewa mpaka wanasahau majukumu yao kitandani. Eh, wachaga ni walevi sana hao. Wa. Yaani hawa ni hatari, wanakaa vikundi vikundi hawa, hatari hao. Eh, hawa hata kuzika yadi. Eh, wanabibia kabisa zipo ndani mwa gari. Wanaenda kwao Moshi, vinapigwa vyombo asubuhi mpaka asubuhi. Eh, hawa ni hatari hapo. Eh, hiyo ndio listi yetu ya leo. Basi eh, wiki ijayo nitakuja na listi nyingine. Jamani, haya poa hapo dija hivi tu babu, kuna vitu weka kidogo, la patrona gari la chikaya, shida sambeni, Yesu everybody kuka, uh.